Kwenye taarifa yetu inayohusiana na e, mauaji huko nchini Kenya ya takriban wanawake 129 katika taifa hilo la Afrika Mashariki katika kipindi cha miezi mitatu ya kwanza ya mwaka 2025, huku karibu visa vyote vikiripotiwa kuwa mauaji. Hayo ni kulingana na takwimu kutoka Huduma ya Taifa ya Polisi na Kituo cha taifa cha Utafiti wa Uhalifu. Ripoti hiyo inajiri huko visa hivyo vikizidi kuongezeka. shisia wasilwa ana taarifa hiyo. Ripoti hiyo inayochora taswira ya kuhuzunisha inaonyesha kuwa mwezi wa Machi ulisajili idadi kubwa zaidi ya mauaji ya wanawake kwa visa 44, ukifuatiwa na Januari iliyorekodi vifo 43, na Februari vifo 42. Asilimia 60 ya visa hivyo vinaonyesha kuwa waathiriwa waliuawa na jamaa zao wa karibu. Nairobi iliongoza kwa kuwa na idadi kubwa ya mauaji ya wanawake kwa visa kumi na tisa ikifuatiwa na majimbo ya Kiambu iliyoandikisha vifo 17, Kilifi 16 na Trans Nzoia 13. Takwimu hizi zilitolewa wakati wa mkutano wa jopo kazi la kiufundi kuhusu ukatili wa kijinsia na mauaji wanawake ambao pia uliashiria mwisho wa mashauriano na wadau wanaoshughulikia ukatili wa kingono na kijinsia na mauaji wanawake kote nchini. Mkuu wa masuala ya kisheria katika huduma ya polisi nchini, Amos Omuga, amependekeza kuanzishwa kwa mahakama za haki ya kijinsia katika kila kaunti ili kuharakisha usikilizaji wa kesi za unyanyasaji wa kijinsia na mauaji ya wanawake. What means to be done is. Kile kinachohitajika kufanyika ni kuboreshwa kwa mifumo iliyopo ili masuala haya yote yaangaziwe. Pengine tunahitaji kuweka muda wa kuyashughulikia na kuyapa uvumbuzi. And upon. Wanaume walihusika katika asilimia themanini na tano ya mauaji hayo, wanawake asilimia kumi, huku asilimia tano iliyosalia ya watuhumiwa haijajulikana. Ili kuboresha uratibu na mwitikio, Kituo cha Utafiti na Uhalifu kilipendekeza kuanzishwa kwa mfumo wa data wa pamoja unaopatikana kwa wadau wote husika na kampeni ya kitaifa ya uhamasishaji ili kukomesha tamaduni kandamizi zinazochochea ukatili dhidi ya wanawake. Pia aliunga mkono matumizi ya mfumo wa kidijitali kwa zana za kuripoti visa vya unyanyasaji ili kuruhusu waathiriwa kuwafahamisha maafisa wa usalama kwa haraka na kwa siri. Wakenya wamewalaumu polisi kwa visa hivyo. Limetia wengi wasiwasi, hasa sisi watetezi wa haki za kibinadamu, kwa sababu tunajiona kwamba tuko katika mstari wa mbele kupigania hizi haki. Inatia watu hofu kwamba huenda ikawa vitengo vya usalama havifanyi kazi yao kikamilifu. Naona uh, serikali bado haijafanya lile ambalo linatarajiwa kutokana kwao, na vilevile vile pia tunaona kwamba bado hawajashikilia huni usukani wa kuhakikisha kuwa haki inatimizwa, kwa sababu ikiwa watu wanawategemea wao na wao bado mpaka hivi sasa wamezembea katika kazi yao, basi lazima wafanye bidii uh, ti hiyo pia ilibaini kuwa wahalifu wengi walikuwa wanawajua waathiriwa. Silaha kali kama visu na mapanga zilitumika katika asilimia 40 ya mauaji. Shisia Wasilwa, DW Nairobi.